Ndugu wananchi, ili kufanyikisha hili serikali ya awamu ya sita imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali kwa kutumia fedha za ndani pamoja na fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwemo benki ya Dunia. Ofisi ya Rais TAMISEMI pekee inatekeleza miradi mitatu, mradi wa DMDP 2, mradi wa uendelezaji bonde la mto Msimbazi enye mkoa wa Dar es Salaam. Hii miradi yote ipo mkoa wa Dar es Salaam DMD2, pamoja na huu mradi wa uendelezaji bonde la mto Msimbazi, lakini pia mradi wa tactic ambao unatekelezwa katika miji 45, nchi nzima. Na miradi yote kwa pamoja ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni moja nukta moja sifuri nane sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 2 katika manispaa ya Singida, mkataba uliotiwa saini leo hii unahusisha ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu, ujenzi wa barabara za mjini kati, yani CBD, yani, pamoja na viwandani zenye jumla ya kilomita 7.52 lakini inahusisha pia ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua wamgunguna wenye urefu wa kilomita 2.6 pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya wataalam wasimamizi, ambapo mkataba wake utagharimu shilingi bilioni 24.75. Idadi ya wafanyabiashara itaongezeka maradufu. Wakati huu katika letu la vitunguu tuna wafanyabiashara takriban 1069 lakini baada ya kuboresha ujenzi wa soko hili tunatarajia kuwa na uwezo wa kuwa na wafanyabiashara zaidi ya elfu tatu kwa wakati mmoja. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? kikubwa zaidi kwenye mapato kikubwa zaidi kwenye mapato yatakayopatikana kutokana na uboreshaji wa soko hili. Makusanyo kwa wakati huu tunaenda mpaka milioni mia tatu lakini baada ya kuboresha soko hili tunatarajia mapato yetu yataenda kufikia zaidi ya milioni mia tano na tano. Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo ndugu wananchi, hii ni miradi mikubwa sana, ni neema kubwa sana ambayo imeletwa kwetu sisi watu wa Singida mjini, lakini watu wa Singida kwa ujumla wake. Sisi kama wananchi, tuna jukumu la msingi la kupokea mradi huu, kutoa ushirikiano wote unaohitajika, ili mradi huu uweze kutekelezwa, ukamilike na uanze kutoa huduma kwa Watanzania. Na jukumu letu lingine kubwa zaidi ni kuhakikisha baada ya soko hili kuwa limekamilika ujenzi wake na miundombinu hii mingine yote niliyohitaja katika mradi huu kuwa imekamilika, sisi wananchi tuna wajibu wa msingi wa kuhakikisha tunaitunza miundombinu iliyojengwa kwa gharama kubwa, ili iweze kudumu kwa muda uliotarajiwa. Kwamba mkandarasi uhakikishe kwamba kazi hii inafanyika kwa haraka na inakamilika kwa mujibu wa mkataba na mpango wa kazi ambao unaokubalika, ambayo tumekubaliana kimsingi katika siku hii ya leo, ili wananchi hawa wa manispaa ya Singida waanze kunufaika na miundombinu hii ambayo serikali ya awamu ya sita imewekeza katika manispaa hii ya Singida. Lakini pia niendelee kutoa maelekezo mahususi kabisa kwa mkurugenzi, mkurugenzi wetu Joan Kataraia, wewe pamoja na timu yako msimamie kiukamilifu kabisa utekelezaji wa mradi huu kwa kutumia rasilimali watu na vifaa vilivyopo katika halmashauri. Sote tunafahamu katika utekelezaji wa miradi hii halmashauri ndiyo client, ndiyo mteja. Kwa hiyo tunatarajia kabisa halmashauri hii iwe ni sehemu ya mwanzo kabisa katika kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa kwa kadri tulivyokubaliana katika mkataba. Mradi huu wa soko la kimataifa la vitunguu ukiwa umekamilika, ambao tunatarajia utakamilika ndani ya miezi kumi na tano kutoka tarehe kumi na tano mwezi huu wa sita Tuta, kwanza wafanyabiashara wetu watafanya kazi katika mazingira ambayo ni mazuri, mazingira salama na mazingira bora, lakini pia tutakuwa na uhakika sasa wa kuongeza kipato cha wafanyabiashara pamoja na halmashauri. Kwa sasa tunakusanya mpaka milioni mia tatu pale na tunatarajia tutakapokuwa tumekamilisha hili soko, basi tutakusanya zaidi ya milioni mia tano hamsini kwa mwaka, na eneo hili litakuwa sasa ni, ni, ni, ni, limefungua fursa kwa wafanyabiashara wa biashara nyingine tofauti tofauti lakini pia na wafanyabiashara hawa wa vitunguu kutoka mikoa tofauti. Kandarasi anashirikiana na wananchi wa hapa mkoa wa Singida, ina wao wawe wanufaika sio wasoko tu, kuanzia uh, shughuli hizo za ujenzi, lakini pia wamantilie na watu wengine ambao wana biashara ambazo zinaweza zikahitajika kwa ajili ya kufasilitate huu tu mradi kwao. Tumewataka wakandarasi kwamba washirikiane na sisi kwa sababu sisi, na sisi ndio wasimamizi, inamana wakati tunaangalia kwa karibu kuhakikisha kwamba wanatoa ushirikiano na kikubwa. Sasa kwa, watanza, kwa wanasingida watakapokuwa wamepata hizi kazi wahakikisha wanafanya kazi kwa weledi na kwa uaminifu ili sasa soko letu liweze kujengwa katika hali nzuri na likamilike kwa wakati ili liweze kutoa huduma inayostahili. Sisi kama wakandarasi tumeshajipanga toka tulivyopata wajileta, na leo hii tumejipanga vizuri ipasavyo kuweza kufanya huu mradi kwa ubora wa hali ya juu. Tuambie wana Singida ambao ndio wenye mradi huu kama wazawa wa mji huu wa Singida wajipange vizuri sana kuweza kunufaika na mradi wao. Wale mafundi tunawaalika, tutakuwa na kazi nyingi, kuchimba mitalo, ujenzi bana, kazi za waring, tutakuwa na kazi za nondo bana, steel works, tutakuwa na kazi za formwork, tutakuwa na kazi za zege. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana, tunawaomba sana wale watu ambao ni mafundi lakini wale ambao ni wazawa na ni wazalendo wanaotamani kuweza kufanya kazi hii kwa ubora na kwa umahiri wa hali ya juu waje tushirikiane, tuweze kutimiza ndoto za Wanasingida. Kutokana na mkataba ambao tumesaini hivi leo, ni mradi wa kufanya kwa mwaka mmoja na nusu. Tumejipanga kuweza kufanya huu mradi pasipo kuongeza muda wowote kwao, tutafanya kwa wakati kabisa, pasipo kuweza kuongeza muda lakini kufanya kazi ambayo itakuwa ni kwa ubora wa hali ya juu. Kiukweli, kwa hali ya barabara kwa sasa hivi kuna, kuna maboresho fulani ingawa ile korongo la huko mnunguna ndio lilikuwa linatupa shida, na ndio maana baada ya kuwa wameleta wame, wame huu mradi kwa kweli sisi tumefurahi na hata watoto wetu wana amani. Ilikuwa mvua ikinyesha hakuna cha kwenda shuleni. Manufaa kwa kweli kwa kiasi kikubwa, kwanza ongezeko la, la, la, la mapato hapa kwa manispaa ya Singida itakuwa ni kubwa, kwa sababu watu wengi watakuwa wanakuja, kwa sababu ya ile hali ilivyo ya soko. Na ukichukulia kwa mfano, zamani kulikuwa na shida kidogo, hasa kwenye kwenye uuzaji wa vitunguu pale, hapakuwa na utaratibu wowote, lakini kulingana na ujenzi wa hili soko la vitunguu la, la, la, vitunguu, la kimataifa kutakuwa na utaratibu maalum na watu watanufaika hasa wakulima. Utaratibu wa ujenzi wa soko hili tumeshirikishwa kama wadau wa, vio, wadau wa soko la vitunguu tumeshirikishwa kikamilifu katika namna ya matumizi ya soko na namna soko liweje. Kwa hiyo tulishirikishwa kikamilifu.